Na mtazamaji wa Banda TV karibu, tukuhabarishe zile zote za kimichezo zilizojiri ndani ya wiki hii, tukianzia pale jijini Mbeya, Mbeya City akiwa mwenyeji uwanja wa Sokoine na kumbana kisawa sawa Young Africans kulazimisha sare ya bila kufungana sifuri bin sifuri e, na kuondoka kila mtu alama moja na kila mmoja kuondoka na clean sheet siku hiyo, lakini Azam FC wao e, dhidi ya JKT Tanzania na kulazimika kutoka sare ya bao moja kwa moja na kila mmoja kuondoka na alama moja moja pasipo clean sheet lakini mchezo uliofuata ni wekundu wa Msimbazi Simba wao waliibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Namungo FC kutokea pale e, Lindi. Kubwa zaidi tunaenda kuangalia ujio wa Nasr nabi jijini Dar es Salaam. Nasr Nabi bwana ameonekanika mitaa ya jijini Dar es Salaam. Je, kuna timu yoyote ambayo inamwinda kati ya Yanga ama Simba? Basi wewe endelea kufuatilia Manda TV upate habari zote za michezo ambazo zinajiri e, ndani ya Tanzania na Afrika kwa ujumla lakini e, Mambo mengine ni kuhusiana na vikosi vya timu ya taifa pale nchini Ivory Coast. E, bwana wamemwita Paco Mezuzu kiungo wa Young Africans ni Mwafrika pekee anayecheza ndani huita kwenye kikosi hicho, na wengi kushangaa. Je, uwezo wa Paco Mezuzu ndio umempeleka kule? Basi wewe endelea kufuatilia Manda TV na usubscribe channel yetu upate e, taarifa mbalimbali za kimichezo.